nini? Polisi. Eh, kwa sababu hata polisi anatoka katika nini? Yeah. Eh, amjasikia nafasi za polisi zimetangaza, wanaomba kwani wanatokea vumbii, wanaomba yeah. Eh. Yeah. watu au Mungu. Kwa hiyo mimi naomba kwamba nyinyi ni polisi na mtakao waangalizi, kwa kutoa taarifa kwa kwa walimu za wahalifu. Unielewa eh? Ndio. Eh, mtu asinyanyase kimbono mwili wala kiakili, unakula chakula kia na anakusemelea maneno ya ndio ovyo, toe taarifa kwa mwalimu. Na jirani yako anakushikashika mwanafunzi, ndio, toe taarifa kwa mwalimu eh, umenielewa? yeah. Sio anakushikashika unakaa kimya wewe, unataka kushikwa na mtu yote yule mpaka umalize nini? yeah. E, na kwa ridhaa yako, utakapomaliza shule sasa hivi dasa saba. um. mmenielewa jamani? Kwa hiyo mimi niwaombe kwamba jamani, tuendelee somo kwabidimi nikuja kuwasalimia mimi nikuja kufanyaji